Ndugu wapenzi wa ufuatiliaji wa ufugaji wa samaki, naitwa Mr. Makemba. Mbele yako hii ni product eh, kazi yake kubwa hii inaenda kurutubisha bwawa. Kwa hiyo tumekuja na product ambayo kazi yake inaenda kutumika mbadala wa, wa mbolea za mifugo ambazo huwa wanatumia kwa ajili ya kurutubisha bwawa, lakini sisi tumetumia product hii na maji yetu kama unavyoona yalikuwa meupe, lakini baada ya siku saba maji yamekuwa na ukijani ambao sio ukijani mwingi sana, lakini ni ile light green na maji haya kama unavyoona yapo vizuri kabisa na nafaa kwa ajili ya kupanda samaki. Kwa hiyo tulichukua mbolea, mbolea yetu kama hii kiasi cha gramu mia moja arobaini na sita tukayosha kwenye maji kama lita kumi hivi tukakoroga vizuri. Baada hapo, tukamwaga kwenye bwawa tukakaa kwa muda wa siku saba, kwa sababu tuliweka Jumatatu e, na leo ndo tumekuja kupanda samaki. Maji yetu kama unavyoona yana ukijani eh, ukijani inamaanisha kwamba bwawa limerutubishwa ipasavyo kama mnavyoona, na ukipima kuangalia eh, transparent kama mnavyoona eh, kiganja unakiona kwa hiyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo maji yetu yamerutubisha vizuri, lakini bado yana ubora kufanya samaki aende vizuri. Kama mnavyoona kuna ukijani fulani hivi sasa humu, inaonyesha kwamba tayari kuna plankton ambao wamejizalisha na watakuwa chakula cha asili cha samaki. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba tunaweza mkachukua mka na nyinyi mkajaribu kwenye mabwawa yenu. Lakini kazi ya hii ni kurutubisha bwawa, lakini pia inaenda kuondoa amonia, harufu kwenye bwawa la samaki na vitu vingine, yani kufanya bwawa liwe vizuri na samaki waende vizuri. Kwa hiyo hata kama una samaki tayari kwenye bwawa lako unaweza ukachukua kiasi kidogo ukachanga kwenye maji ukawamwagia. Kazi yake pia inaenda kuondoa ile amonia, kuondoa harufu kwenye bwawa la samaki. Maji yetu hana harufu kabisa, yani yapo kwa hiyo huu ni ufugaji wa samaki kisasa. Kwa hiyo karibuni sana.